Wakaja wakasema ya kwamba wa dhulmu thalathatu anwaa, dhulma imegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza katika dhulma waliposema adh-dhulmu ala thalathati anwaa dhulmu linsani li rabbih, kemeo la Allah kukukataza wewe, je usifanye dhulma ndani ya moja miezi minne mitakatifu, ni kwamba usidhulumu, usimdhulumu Allah, usimdhulumu aliyekuumba. Inakuwaje wewe, inafikia hatua wa mdhulumu Allah aliyekuumba? Wakasema ya kwamba ni pale utakapokuwa wewe umefanya dhulma ya ushirikina fahamu ya kwamba umefanya dhulma kubwa mbele ya Allah kwa kuidhulumu nafsi yako, lakini kwa kumdhulumu Allah aliyekuumba. Nyinyi wazazi, nyinyi walezi, fahamuni ya kwamba na nyinyi waganga, pale mnapofanya ushirikina ndani ya mwezi huu wa Rajab mtukufu, basi fahamuni ya kwamba mmemdhulumu Allah, mmechukua haki ya Allah, Allah, mkajiwelesha nyinyi. Kuweni mfano mzuri kama wana, wa, wa Lukumani aliposema katika maneno yake. Allah anasema waidh qala Lukmanu libneh, tukuweni nyinyi wazazi kiigizo hiki. Kumbuka wakati aliposema Lukumani kumwambia mwanaye, anainasihi familia yake, anaiweka malikiti familia na kuipa nasaha na miongozo mbalimbali kuhusiana na haki ya Allah. Akasema wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, ewe mwanangu wewe, la tushrik billah, usimshirikishe Allah. inna shirka la dhulmun adhim, ushirikina ni dhulma kubwa, hakuna dhulma kama hii. Sa wewe muislamu kwa nini unafanya dhulma ndani ya moja ya miezi minne mitakatifu, ilhali Allah amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum, usifanye dhulma ndani ya miezi minne mitakatifu. Enyi Waislamu, ogopeni dhulma. Kama umevaa hirizi, vua hirizi. Kama umemfunga mtoto hirizi kiunoni au mkononi, kata hiyo hirizi, vua hiyo hirizi. Upo katika moja ya miezi minne mitakatifu. Dhambi yake ni kubwa mno kuliko miezi isiyokuwa mtakatifu. Wana wachuoni wakasema wa dhulmul insani li ghairi, aina ya pili ya dhulma ni mwanadamu kumdhulumu mwanadamu mwenzake. Wa kaifa yakunu dha, inakuwaje hii dhulma? Wa yakunu bittaadi ala malihi wa irdihi au damihi, inakuwa ni dhulma ya kumdhulumu kwa kumchukulia mali yake, kwa kumvunjia heshima yake na kumwaga damu yake. Hii ni aina ya dhulma mbaya, na hii aina ya dhulma, ili Allah aweze kukusamehe wewe, watakiwa uombe msamaha kwanza kwa yule uliyemdhulumu, kwa kumshushia heshima, kwa kumsema pasina haki, kwa kuiba mali yake ndio Allah ataweza kusamehe wewe. Mja wa Allah, sasa ikiwa unayofanya madhambi haya ndani ya moja ya miezi minne mitakatifu, fahamu ya kwamba dhulma hiyo ni kubwa kuliko dhulma isiyokuwa ndani ya moja ya miezi minne mitakatifu ibada Allah itakullah. Enyi waja wa Allah, mwogopeni Allah. Sio kwamba unasoma Quran, unasoma ahadith, unasoma kauli salaf kwamba wewe inajuzu kumvunjia kum, kum heshima Muislamu mwenzako, inajuzu kumwibia Muislamu mwenzako na pia asiyekuwa Muislamu mwenzako, haifai kumvunjia heshima wala kumwibia wala kuchukua mali yake pasina haki yake. Dhulmi ya tatu ahlul ilmi wakasema, na hii aina ya dhulma dalili yake yafahamika kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudus, Allah aliposema mwenyewe nimeharamisha dhulma kisha, akaendelea akasema fala tadhalamu, msi dhulumiane. Ikiwa wewe ni haki yako chukua, kama si yako acha. Imma ukamdhulumu kwa vitendo au ukamdhulumu kwa maneno, acha, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uombe msamaha na utubie kwake. Ama dhulma ya mwisho, aina ya mwisho ya dhulma wa dhulmu linsani linafsihi, dhulma ya mwanadamu kuidhulumu nafsi yake mwenyewe. Japokuwa yote ya haya wakasema yanarudi kwa mwanadamu mwenyewe, lakini hii ni haswa pake yeye kama yeye hii, hii inakuwa ni kati yake yeye na mola wake. Pale wakasema wayakunu bifiili lmaasi wal atham, dhulma hii inakuwa ni kwa kutenda maasi, madhambi mbalimbali sawa sawa, umejificha kichochoroni au umefanya alania waziwazi, fahamu ya kwamba umeidhulumu nafsi yako. Sasa ukiwa utafanya dhulma hiyo ndani ya moja ya miezi minne mitakatifu, basi dhulma yake inakuwa ni kubwa mno. Akasema Allah subhana, fala tadhlimu fihinna anfusakum, anatukemea kusifanya dhulma ndani ya moja ya miezi minne mitakatifu. Enyi ndugu Waislamu, Ukiangalia jamii leo, mujitama umeharibika, maasi yamedhihiri, mpaka wanadamu wamekuwa ni zaidi hata waweza kusema mashetani, wanaoyafanya ni makubwa zaidi, lakini hawaamini kwamba ipo siku watakufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wewe fanya ujanja, acha kuswali, acha kufanya jambo la ibada mbalimbali Fahamu ya kwamba almautu yaatika baktatan wa anta la tashur, umauti utakujia ghafla, basi ni ya kutoa taarifa, bali ukipendwa zaidi utapewa maradhi, ikiwa ni onyo na angalizo kwako wewe, ili uweze kutumia kwa Allah subhana. Tumwombe Allah subhana ajalie tuwe katika wale ambao tunasikia maneno na kuyafanyia kazi. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana